Mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, tuko hapa katika shule ya msingi ya Bashay tukiwa na lengo kuu la kuelimisha jumuiya hapa shuleni mambo ya uhifadhi na utalii ambayo yanapatikana katika eneo letu la Ngorongoro. Kimsingi, wadau wetu wamefurahia sana elimu ambayo leo tumewapatia, na hii ikiwa ni mwendelezo wa mipango mikakati ya taasisi yetu kuhakikisha kwamba tunatembelea shule zote ambazo ziko uh, jirani na eneo letu ili kuhakikisha kwamba elimu hii ya uhifadhi na utalii inawafikia wadau wetu. Tunashukuru sana wenzetu wa Ngorongoro kuja kututembelea katika shule yetu kutupa elimu mbalimbali mbali kuhusiana na Ngorongoro. Tunaomba msichoke kutembelea shule mbalimbali mbali, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi pia na walimu. Tunashukuru kwa kuja kutoa elimu katika shule yetu, tunaomba mtutolee elimu hizi mara kwa mara. Vijana hawa ndio tunawatarajia kuwa wadau wazuri wa utalii. Kwa hiyo nao wameweza kupata elimu nzuri sana kuhusiana na mambo ya utalii ambayo yanafanyika katika eneo letu la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo, mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro itaendelea kutoa elimu kwa wadau wote ambao wapo karibu na eneo letu, ili waweze kunufaika na uhifadhi pamoja na utalii ambao unafanyika katika eneo la hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Asante sana.